Wakati mwenyekiti wa taifa wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, Mheshimiwa Tundu Antipasi Lissu akitarajiwa kufika mahakamani leo, mahakama ya hakimu mkazi Kisutu kwa ajili ya pingamizi katika kesi ya uchochezi inayomkabili, zimepatikana taarifa kwamba kuna zengwe ambalo linaandaliwa, pengine si zengwe hasa, ni hujuma dhidi ya kwa upande mmoja Mheshimiwa Lissu mwenyewe, lakini zaidi kwa upande mwingine ni cha, ni dhidi ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema ambacho Mheshimiwa Lissu ni mwenyekiti wa taifa wa chama hicho. Lakini kwanza katika tuanze kwa kutupia jicho kuhusu hilo pingamizi ambalo Mheshimiwa Lissu anatarajiwa kuliweka leo. Uh, ni kwamba katika kesi hii ya uchochezi ambayo amebambikiwa Mheshimiwa Lissu hakimu wa mahakama ya hakimu mkazi Kisutu ameamua kukubali ombi la jamhuri kwamba mashahidi wa jamhuri wanaweza kuwasilisha ushahidi wao kwa siri. Sasa hili litanyima haki a, ya mheshimiwa Lissu na inaweza kuwa na athari, kwa sababu ni muhimu kwa mashahidi wawepo katika mahakama waonekane, lakini jingine la msingi ni kwamba Uh, hadi sasa mwenendo wa kesi hiyo unaonyesha kwamba ushahidi uliokusanywa dhidi ya Mheshimiwa Lissu hadi kufikia kwanza, hadi kufikia hatua ya kumfungulia mashtaka ni ulipatikana kwa wazi. Uh, mara kadhaa wameeleza kwamba ushahidi ulipatikana katika matamshi yake kwenye mikutano ya hadhara, lakini pia wamedai kuwa wamekusanya ushahidi kwenye uh, maandiko mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii, kwa hiyo kuona Uh, Jamhuri ikitaka kuleta mashahidi wa siri, lakini kwa bahati mbaya uh, hakimu anaendesha kesi hiyo amekubali ombi hilo la Jamhuri ambalo Mheshimiwa Lissu analipenga. Kwa hiyo uh, leo anakuja mahakamani uh, akiwa ku, anawasilisha ombi dhidi uh, uh, ni yani pingamizi dhidi ya huo uamuzi wa mahakama kukubali ombi la Jamhuri. Kwa hiyo hilo linahusiana na hiyo kesi ya leo lakini jingine ni kuhusiana na hilo ambalo nimeeleza awali kwamba ni zengwe, lakini kimsingi hasa ni hujuma ambazo kwa upande mmoja ni dhidi ya Mheshimiwa Lissu mwenyewe, lakini upande wa pili ni dhidi ya chama cha demokrasia na maendeleo, Chadema. Na kimsingi hujuma zote zinazofanywa dhidi ya Chadema ah, hasa baada ya chama hicho ah, kupata mwenyekiti wake mpya ambaye ni Mheshimiwa Lissu zimekuwa na sura mbili: moja ni dhidi ya chama, lakini nyingine ni dhidi ya Mheshimiwa Lissu na hii inatokana na imani ya hao watesi wa Chadema, watesi wa Mheshimiwa Lissu kwamba kwa kiasi kikubwa siasa za Chadema zinazunguka, uh, around Mheshimiwa Lissu, na hili linatokana na ukweli kwamba hata wakati wa kampeni za uchaguzi ambapo Mheshimiwa Lissu alikuwa anachuana na, na mwenyekiti wa zamani wa chama hicho Freeman Mbowe, ajenda ya Mheshimiwa Lissu ilikuwa ni kukibadilisha chama kiwe na mwelekeo kukiwezesha chama hicho kuingia Ikulu. Kwa hiyo licha ya hizi habari za no reforms, no elections, ambazo Chadema sasa hivi imesimamia, maono ya Mheshimiwa Lissu yalikuwa sio tu kubadilisha mwelekeo wa siasa, lakini pia kukibadilisha chama chenyewe kiwe chama ambacho kwa kuna siku kinaweza kwa hakika kuingia Ikulu. Uh, wengi wanafahamu kwamba Chadema ya, ya Mheshimiwa Mbowe kwa kiasi fulani ilikuwa kama imeridhika na kuwa chama kikuu cha upinzani kwamba hata wasipoingia Ikulu alimradi kuna ruzuku inaingia, basi maisha yanaendelea. Kwa hiyo jitihada za hujuma dhidi ya Chadema a, zinachukua hizo taswira mbili kwamba upande mmoja, kwa hiyo hujumu Chadema ambayo inaongozwa na Mheshimiwa Lissu, lakini kuna a, jitihada kubwa za kumhujumu Mheshimiwa Lissu yeye mwenyewe. Sasa siku ya Jumatatu ya wiki hii a, kuna gazeti moja linaloheshimika liliandika taarifa, na baadhi ya watu mimi walinifahamisha baada ya kuona hizo taarifa, kwamba katika taarifa hizo wanadai kwamba kuna mvurugano huko ndani ya Chadema, kwamba kuna baadhi ya viongozi waandamizi wa, wa chama hicho ambao wanaona kuwa ajenda hii wanayoifanya ya no reforms no elections ina uzito, lakini kutoshiriki uchaguzi kunaweza kuwa na athari kwa chama hicho. Uh, sasa kwa mujibu wa hilo gazeti na mimi nimesoma hiyo makala husika. Uh, ikadaiwa kwamba swala hili lilijitokeza mara baada ya uchaguzi mkuu wa Chadema Januari elfu mbili na ishirini na tano na kwamba baadhi ya viongozi waandamizi walieleza bayana kwamba uamuzi wa Chadema kutoshiriki katika uchaguzi mkuu, uh, unaweza kuwa na athari kwa chama kwamba chama kitadhoofika, uh, chama kitakuwa na uh, changamoto mbalimbali mbali. uh, hayo ni kwa mujibu wa maelezo yaliyo tolewa na hilo gazeti. Jasusi TV ikafanya jitihada ya kutaka kufahamu ukweli wa habari hizo hasa kutokana na hadhi ya lile gazeti lililo ripoti kuhusu hilo. Sasa uchunguzi uliofanywa umebaini kwamba kwa, kwa kiasi kikubwa hii ni mwendelezo wa hujuma dhidi ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, lakini hujuma hizi zina taswira ya tofauti kidogo na zilizojiri huko nyuma. Si kwamba kinachofanyika hakijawahi kuongelewa hadharani, lakini hizi ni jitihada za maksudi katika mrengo huo, na mrengo wenyewe ni kujaribu kwa upande mmoja kujenga taswira kwamba tatizo kwa Chadema sio chama kinachoitwa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, bali tatizo ni mtu anayeitwa Tundu Antipasi Lissu, ambaye ni mwenyekiti wa taifa wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Na hii ni hoja ambayo pengine utakuwa umeshaisikia huko nyuma. Hoja hii uh, wale watu wa hamsini na tano walikuwa wakitumia, na hata sasa katika kampeni zao ko cha umma kwa kiasi kikubwa wanajaribu kutupa lawama kwa Mheshimiwa Lissu. Takriban kila aliyekuwa anatangaza kujivua wanachama Chadema alikuwa akidai kwamba tatizo ni Lissu, na si uongozi mzima wa chama. Hii ilikuwa inajenga kutengeneza kama mfarakano wa namna fulani kwamba hata baadhi ya viongozi watafakari kwamba well, inawezekana mimi mimi si mimi, japo mimi ni kiongozi lakini sio sehemu ya tatizo. Tatizo ni mwenzetu aliyopo. Sasa hii fursa iliyojitokeza ambapo Mheshimiwa Lissu yupo gerezani huko Ukonga akikabiliwa na hayo mashtaka ikiwa ni pamoja na ile shtaka la uhaini na ile uchochezi na mengineyo, inaonekana kama ni fursa nzuri ya kutengeneza uh, mpasuko kwa sababu Mheshimiwa Lissu hatakuwa na nafasi ya kujitetea kueleza kuwa haya ni maamuzi ya chama, huu ni msimamo wa chama. Kwa hiyo uh, tumesimama na kuafikiana kwamba hatuwezi kushiriki katika uchaguzi, na hii ni kwa ma maslahi mapana, sio tu ya chama bali maslahi mapana pia ya Watanzania, kwa sababu uh, kwa sheria zilizopo chaguzi zinatengeneza viongozi ambao hata kama wananchi hawawataki lakini endapo CCM au serikali itaamua kwa mtu fulani awe mbunge wa sehemu fulani, na itakuwa hivyo, awe diwani wa sehemu fulani, na itakuwa hivyo. Kwa hiyo si tu kwa ajili ya chama bali ni kwa maslahi mapana. Kwa hiyo, yani, kinachojaribu kutengenezwa hapa ni, uh, ni mbegu za mfarakano za kujaribu kutengeneza picha kwamba tatizo ni Mheshimiwa Lissu, haya ni maamuzi binafsi ya Mheshimiwa Lissu kwamba Chadema isishiriki katika uchaguzi mkuu. Na unaosikia wakinawasira huyu makamu mwenyekiti wa CCM. Wakina Amos Makala yule mwenezi wa CCM wakizunguka huko na kule kusema haya ni maamuzi binafsi ya Mheshimiwa Lissu. Kwa hiyo ni script maalum ambayo inatumika, lakini pia bila shaka utakuwa umesikia hivi karibuni kumekuwa na kume, kumeanza kujitokeza kelele za kudai kwamba endapo Chadema watalegeza msimamo wao na kuamua kushiriki, basi hilo swala la kanuni, japo hawajasaini, linaweza kutazama kwa sababu uchaguzi kampeni uh, za uchaguzi zinaanza mwezi August Uh, na japo Chadema hawajasaini hizo ka, kanuni mpaka sasa hivi lakini wanaweza ku, uh, kuta, kufikiriwa upya kwamba wanaweza wakasaini uh, hizo kanuni na wakaruhusiwa kuanza kampeni August, na hatimaye kushiriki uchaguzi uh, hapo Oktoba 2025, lakini hili lina picha pana zaidi, kwa sababu shinikizo la kimataifa nalo linaitupia macho uh, Tanzania. Kwa hiyo uh, endapo Chadema watashikilia hapo waliposhikilia hapo, kwamba hawatoshiriki uchaguzi kwa, kwa kiasi kikubwa uchaguzi wenyewe nao unapoteza uhalali, hasa kizingatia mwenyekiti wa taifa wa chama hicho iko jela, chama kimezuiliwa kushiriki katika uchaguzi. Kwa hiyo ni ma... wio kwa, ma... kwa kwa, kwa kiasi kikubwa, endapo Chadema itasimamia katika msimamo uliokuwa nao itakuwa na impact kuonyesha kwamba siasa za Tanzania ndio hizi ambazo zinaendeshwa na CCM katika mazingira ya... of course kutakuwa na hivi vyama kama chauma na hivyo vingine vya kipuzi ambavyo vitashiriki lakini hasa siasa inaangaliwa kuhusiana na chama kikuu cha upinzani ambacho kimekuwa kikihujumiwa, na ni wazi ajenda unayozungumzia kuhusu uchaguzi ina mantiki. Kwa hiyo hili ni ajenda ambayo ina, inajaribu kukuzwa ili kwa namna moja ionyeshe iweze kuleta mfarakano ndani ya Chadema kwa maana ya kwamba chanzo cha matatizo haya mpaka Chadema inajikuta katika mazingira haya, kutotaka kushiriki uchaguzi ni kwa sababu ya msimamo wa Mheshimiwa Lissu, lakini Mheshimiwa Lissu mwenyewe hayupo hapa, yuko jela. Kwa hiyo chama kinaweza kufanya maamuzi, na hizo jitihada za kutaka mabadiliko ya katiba ya sheria za uchaguzi yanaweza kufanyika baada ya uchaguzi mkuu wa elfu mbili na ishirini na tano. Kwa mujibu wa taarifa, utatarajia kusikiliza sana, kusikia sana hizi habari kwamba Chadema endapo wataridhia Uh, wanaweza wakaruhusiwa kushiriki katika uchaguzi hilo moja, lakini pili, utasikia maelezo kwamba uh, kuna watu ndani ya Chadema baadhi ya viongozi waandamizi ndani ya Chadema wanataka Chadema ishiriki katika uchaguzi huo japo jitihada hizo zinakwazwa kwa kiasi kikubwa na msimamo wa mwenyekiti Tundu Antipasi Lissu ambaye kwa sasa yuko jela. Kwa hiyo itajaribu kutengenezwa kama mfarakano, kuna mfarakano ndani ya Chadema, uh, kuna mtizamo mgongano wa wakim, kimtizamo katika chama hicho Mwisho, bila shaka, baadhi ya mliopo kwenye mtandao wa kijamii wa Twitter mtakuwa mmeona uh, kuna posti ambayo iliwekwa jana na huyu John Mrema, huyu jamaa ambaye alikuwa uh, kiongozi wa Chadema na sasa ni mmoja wa viongozi wa chama cha hicho chama cha Umma. Uh, aliandika jana na akaweka kwa kirefu, tweet ndefu, siwezi kuisoma tweet yote, lakini alidai kwamba wao mwezi April, April walishauri kuhusiana na chama kusaini kanuni za uchaguzi, lakini hawakufanya hivyo, kwamba kuna shinikizo kutoka kwa wanaharakati, na amedai kwamba sasa wanahangaika ili wapewe fursa ya kusaini na wako tayari kushiriki uchaguzi. Hivyo haya maelezo yanakuwa promoted, yanakuwa yanakuzwa ili kuonekana kwamba Chadema inachongea hadharani ni tofauti inachofanya faragani Lengo hapa kama ilivyosema kwa kiasi kikubwa, kwa upande mmoja ni kujenga uh, mpasuko kwamba wanachama wataanza kufikiria kwamba kumbe wa viongozi wanatuambia hili hadharani, lakini faragani wanafanya vitu kama hivi. Lakini pia taswira ya chama miongoni mwa Watanzania itaonekana kuwa ni chama ambacho uh, hadharani kiko hivi, faragani hivyo. Lakini hii pia itakuwa na impact kwenye uh, uh, agenda ya no reforms no election, kwa sababu wataonekana kwamba kumbe majukwani wanahubiri kuhusu, lakini faragani wanataka kufanya hivi. Kwa hiyo Jasusi TV inaendelea kufuatilia kuhusu hili na itazidi kukuhabarisha. Karibu utoe maoni hapo chini. Asanteni na kwaherini.